Mimi na wewe nataka tujadiliane mada kubwa iliyo mezani, ambayo nataka tujadiliane leo ni kwamba je, mitandao ya kijamii inakujenga au inakubomoa? Tunaishi katika dunia ambayo hatuwezi kwa namna yoyote ile kukwepa uwepo wa mitandao ya kijamii, mitandao kama Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na mingineyo mingi sana Tayari tunayo kwenye jamii yetu, tayari tunaishi nayo, ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini sasa swali ni kwamba je, inakujenga au inakubomoa? Mara kwa mara utajikuta kwamba unajiunga kifurushi e, unajiunga kifurushi, pengine hata kama hauna hela unalazimika kujikopa kwa ajili ya kupata kifurushi ili uweze kuingia katika hii mitandao ya kijamii lakini je, unaingia katika hii mitandao ya kijamii ili ikujenge au ikubomoe? Sote tayari tunaona wazi kwamba hii mitandao inaweza ikakujenga au ikakubomoa. Ina kila kitu, ina vitu vizuri, ina vitu vibaya, ina video nzuri, ina video mbaya, ina picha nzuri, ina picha mbaya, ina maandishi mazuri, ina maandishi mabaya na mengine mengi. Sasa kwa upande wako hii mitandao hii inakujenga au inakubomoa? Kuna mtu anaweza akatumia hii mitandao kuanzisha biashara yake na akaikuza, akaweza kuuza biashara yake bila hata kuwa na duka sehemu yoyote, lakini yote kwa yote akawa anatumia tu hii mitandao ya kijamii. Kwa mantiki hiyo, mitandao hii ikawa imeweza kumjenga na yeye akawa ameweza kujenga biashara Swali langu kwako kwa ambayo nataka tujadiliane siku ya leo ni kwamba je, hii mitandao inakujenga au inakubomoa? Kuna mtu anaweza kuingia katika hii mitandao kwa ajili ya kusafu tu tue, ameingia Facebook, hana lengo lolote maalum, anaingia Facebook ametoka, akiona notification ya Instagram anakimbia, akiona nani kaposti TikTok anaenda kwanza cheki ameposti nini hataki kupitwa, eh, yani yeye anakuwa kama ndo sijui ripota wa wapi. Kila habari anataka awe naye yeye ndani ya dakika chache au ndani ya ame, anataka ingie mtandaoni labda kwa dakika tano lakini anajikuta akatumia masaa matatu na haelewi kama masaa yale matatu ameyatumia kule na bado anataka kuendelea kuwepo zaidi. Sasa, kwa upande wako hii mitandao inakujenga au inakubomoa? Unaingia mtandaoni kufuatilia umbea, unataka kujua kwamba msanii gani anatoka na nani na mahusiano yao yakoje. Hilo kwa upande wako linakujenga vipi au linakubomoa? Kwa mfano ukijua kuhusiana na mahusiano ya msanii fulani na msanii fulani na mtu mwingine, hilo kwa upande wako linakujenga vipi? Kwa mfano ukijua umbea fulani ambao unaendelea katika hii mitandao ya kijamii kwa upande wako hilo linakuongezea sivi gani? Ninachotaka kujua kutoka kwako ku, tujadiliane siku ya leo kwamba, je, mitandao ya kijamii inakujenga au inakubomoa? Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kuitangaza biashara yako, kuwafikia watu ambao ulikuwa hujaweza kuwafikia, fanya sponsored ads, kwa mfano Facebook, na ukaweza kuwafikia mamia kwa maelfu ya watu popote pale walipo, kupitia matangazo anayofanya na pengine hiyo fedha ambayo unakuwa unaweka kwa ajili ya kuangalia kifurushi, niweze kawa ni fedha mahususi kwamba nisiingie tu mtandaoni, hiyo fedha ya kifurushi kwa ajili ya kuingia mtandaoni, kwamba nisiingie tu mtandaoni kwa ajili ya kuzurura, badala yake kila nikiingia mtandaoni niposti kitu cha maana, niitangaze biashara yangu. Kwa kifurushi chako kwa upande mwingine, ikiwa kinatumika kufanya jambo la maana, nifanye biashara yangu ijulikane zaidi. Pengine badala ya kuwa unajiunga kifurushi kikubwa na unakaa mtandaoni kwa muda mrefu, unaweza ukatenga bajeti kwamba wiki hii badala ya ni kifurushi cha elfu kumi na nikae mtandaoni kwa muda mrefu, nitanunua kifurushi cha shilingi elfu tatu au elfu mbili na elfu saba nitaitumia kufanya tangazo la hata dola moja moja kwa siku tatu za wiki hii au kwa siku hata mbili kwa hiyo ukaweza kuwafikia watu wengi zaidi, ambao wanaifahamu biashara yako. Nataka tujadiliane kwenye maoni siku ya leo kwamba, je, mitandao ya kijamii unaitumiaje? Inakujenga au inakubomoa? Unaweza ukaitumia mitandao hii katika namna zote mbili. Sasa, je, wewe inakujenga au inakubomoa? tuende Mitandao hii inatoa pia nafasi ya kujifunza. Unaweza ukajifunza course program mbalimbali ambazo ungependa kujua. Kwa mfano, unapenda kujua zaidi kuhusiana na mapishi, unaweza ukajifunza kupitia mitandao hii. Unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na masoko, unaweza kujifunza kupitia mitandao hii unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na uh, chochote kile ambacho ungependa kujifunza, mitandao hii inatoa fursa nzuri sana. Sasa wewe kwa upande wako unaitumiaje? Unaitumia katika namna ambayo inakuwezesha kujifunza na kujua zaidi, au inakubomoa? Ningependa kujua na kupata maoni kutoka kwako kwamba, je, mitandao hii ya kijamii inakujenga au inakubomoa? Ni nini hasa maoni yako kuhusiana na hili? Je, muda ambao ungekuwa unautumia kujifunza course au program kadhaa ndio unautumia tu kuperuzi bila kitu chochote? Mara nyingi watu ambao huwa wanapoteza muda mwingi katika mitandao ya kijamii mwisho wa siku, huwa unakuta kwamba mtu ba, yani, anatoka yani hata amechoka mitandao ya kijamii sio tu tunaweza kusema kwamba hata, hata ni eneo la kurelax, ni kwamba linakuchosha zaidi na linafanya akili yako, ubongo wako unakuwa yaani almost kama empty, una kitu chochote. Sasa kwa nini badala ya hii mitandao ya kijamii usiweke app za msingi sana kwenye simu yako? Kwa mfano hapa eh, kwenye simu yangu kuna hii app ya yes, skills, skills, share eh, unaweza ukaweka hiyo app ukaweza kujifunza ujuzi mbalimbali. Kuna hii ya kozera ukaweka ukajifunza ujuzi mbalimbali mbali, eh, ukajifunza. Kuna vitu vingi sana, kuna app chache ambazo unaweza ukawa nazo kwenye simu yako na zikawa chachu ya wewe kujifunza na kuelewa vitu vingi sana. Eh, kuna kwenye ile simu nyingine nimeweka kuna app ya worst, sio worst, yes, jono ni ni ni, ni, nichukue hapa inaitwa Simply Wall Street. Simply Wall Street Street unaweza uka- ukaipakua uka kwenye simu yako, na itakusaidia sana. Simply Wall Street inaeleza mambo mazuri sana kuhusiana na soko la hisa na inachambua hisa mbalimbali na vitu vingine kadha wa kadha, uka ukaichukua ukaiweka kwenye simu yako nzuri sana, na kozi na nyingine nyingi sana niliwahi kuanda video fupi yenye eh, sehemu ishirini na tano ambazo unaweza ukajifunza ujuzi mbalimbali. Unaweza ukaiangalia, ni fupi, ipo hapa hapa kwenye hii channel ya YouTube, unaweza ukaiangalia, utaiona. Sasa mwisho wa siku, swali langu kwako ni kwamba, je, hii mitandao ya kijamii kwa upande wako wewe hapo, ina kujenga au ina kubomoa? Hilo ndio swali la msingi sana ambalo siku ya leo nataka tuweze kujadiliana kwa undani zaidi. Muda mwingine hii mitandao ya kijamii inakuja na fake news, na unakuta sasa wewe ndo unazibeba yani, kama vile ni kitu sijui gani, yani unakibeba kama kitu cha ukweli, lakini kumbe ni fake news, unaona. Sasa unapojikuta katika hii mitandao, utakuta kwamba kuna vitu vingi ambavyo muda mwingine sio halisi kichana hizo fake news, watu wana lifestyle ambayo ni fake sana, ambalo wewe unaweza unaezakawa naliona katika hii mitandao, unaona wow, this is the real life, this is how ndivyo watu wanavyoishi, kumbe ni tofauti kabisa. Mtu hapigi hata picha hata nyumbani kwake, lakini akitoka akafika katika mazingira fulani ambayo ni amazing, mazingira mazuri, hapo unaona kupigia picha. Eh, anaonekana anakula bata, na wewe eh, wow, kumbe watu wanaishi maisha mazuri, lakini kumbe reality ni tofauti kabisa na kile unachokiona kwenye hii mitandao. Eh, na, kumbe na video, kwa mfano kuna kipindi fulani walikuwa wanaonyesha eh, baadhi ya vijana kama kama wana- wanaendesha nini nini punda hivi kitu kama punda, wanapita katika mazingira tofauti. Kumbe it was hata akikuwa kitu halisia kabisa, kwamba walikuwa wa, wa, walikuwa na punda walikuwa tu ni maigizo. Sasa kuna vitu vingi ambavyo watu wanakuigizia mitandaoni, lakini wewe unaviona kama uhalisia. Unapotezwa, nataka kujua maoni kutoka kwako kwamba kwa kwa je, hii mitandao inakujenga au inakubomoa? Kwenye maadili hii mitandao ikoje? Eh, kuna vitu vingi ambavyo pengine watoto au watu wanaviona katika mitandao wanavifanyia kazi, lakini kimaadili haviko sawa. Na hivi vyote kwa sababu vinatoka katika mitandao ya kijamii ni vitu gani? Ni tabia gani ambazo wewe binafsi umeweza kujifunza au kuzipata kutoka katika hii mitandao ya kijamii na kwa maoni yako, unaona hii mitandao inakujenga au inakubomoa? Malengo yako ulio nayo ni kwa namna gani unayofanyia kazi? Unatumia muda mwingi kwenye kufanyia kazi malengo yako au unatumia muda mwingi katika kufuatilia vitu ambavyo hata havikuhusu? Napenda kujua kutoka kwako kwamba hii mitandao inakujenga au inakubomoa. Kama umeanza kupata ulevi wa hii mitandao, unaitumia kwa muda mrefu, unajiona kwamba huwezi ukaishi bila kuwa na mitandao ya kijamii, unajiona kwamba eh, yani kitu cha kwanza kabisa unavyolala ni unavyoamka ni, unavyo ni mitandao ya kijamii, unakuwemo Facebook, wapi wapi wapi wapi, kabla kulala umo umeanza kupata ulevi wa hii mitandao tayari umeshakuwa mlevi kwa sababu umeshakuwa mlevi, maana yake hii mitandao ishaanza kukubomoa. Ulevi sio ile kunywa pombe tu, kuna ulevi, ulevi wa wa aina nyingi sana, ikiwemo ulevi wa hii mitandao. Unahitaji kubadilika kama hii mitandao imeanza kubadilika katika tabia zako, namna unavyofanyia kazi au unavyo unavyoishi maisha yako ya kila siku, imeanza kuharibia maadili imeanza kubomoa. Kama umeanza kupata uzorotaji katika utendaji kazi wako, hutimizi kile unachopaswa pa, kutimiza, muda wa kazi unajiiba kidogo, ili uweze kuingia katika mitandao ya kijamii muda wa kazi, akili yako haipo kazini, ipo kwenye kufikiria kile ulichokiona jana kwenye hii mitandao ya kijamii. Mitandao hii imeanza kubomoa, kubo. Hasa suluhisho lake ni nini? Lazima tuje na suluhisho. Suluhisho ni kwamba moja, jiondoe kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukajiondoa Facebook, unaweza ka ukajiondoa katika mitandao yote ya kijamii. Kama mitandao ya kijamii ikuingizii fedha jiondoe. Namba mbili, anza kufuatilia maudhui ambayo ni chanya. Maudhui chanya eh, mafunzo kama haya hapa ambayo nakuwekea hapa kila siku ni maudhui ambayo yanaweza kukusaidia. Kuna course programs mbalimbali ambazo nimeshakuelekeza mbali Zitumie. Tatu, jifunze pia kupumzika sometimes, huhitaji hii mitandao, tupa kule, unajihitaji wewe kuwa kama wewe, upumzike eh? pia ule muda wa kuwa na familia, kuwa na familia, achana na hii mitandao, iweke pembeni, kuwa na watoto, ongea nao, cheka nao, waulize wamejifunza nini siku hiyo, waulize wamefanya nini shuleni, mwalimu nini. Tukiwa na hivi vifaa sometimes tunakosa huo muda Iweke pembeni, pata huo muda wa kuwa na hawa watoto, kuwa na familia yako, kuwa na mme wako, kuwa na mke wako, mweze kuzungumza vizuri eh? Ishi maisha yako halisi, usiigize kitu chochote, kwa sababu mwisho wa siku maigizo hayana maana yoyote. Mwisho wa siku maigizo hayawezi kufikisha popote, lakini kikubwa zaidi ni kwamba anza kuitumia hii mitandao kwa manufaa itangaze biashara yako, run matangazo sponsored ads kwa ajili ya biashara yako e, mfanya vitu chanya vya kuleta wateja kwenye biashara yako na kuwafanya watu wawe aware na biashara yako, kujenga brand na vitu vingine kama hivyo. Usitumie mitandao ya kijamii vibaya. Ukiitumia vibaya, kiukweli itakutumia pia vibaya. Sasa unachagua kwa upande upi, kuitumia vizuri Ah, kuitumia vibaya? Naomba tujadiliane kwenye maoni. Mimi naitwa Godius Rweyongeza kutoka Songa Mbele Consultants. By the way, tunaenda kuwa na semina kubwa sana mwezi wa sita, June tarehe ishirini na nane na tarehe ishirini na tisa ni katika ukumbi wa Kingsway Hotel. Kama bado hujathibitisha kushiriki katika hii semina, tafadhali sana jua wazi kwamba unajikosesha mambo mengi mazuri. Thibitisha ushiriki wako sasa hivi, tumia namba ya simu 0655 84 83 92 kuwasiliana nami kwa ajili ya kuweka oda kwa ajili ya kureserve tiketi yako mapema. Nafasi ni 100 tu, zitakapokuwa zimeisha basi zimeisha. Jihakikishie ushiriki wako mapema 0655 84 83